Nafikiri alikuwa na wajibu wale waliotiania nini waliokuwa wakileta mambo haya e, kuwaeleza wanajeshi lakini pia akiwakumbusha wanajeshi e, wajibu wao kama jeshi la wananchi wa Tanzania. Na unadhani hilo linatekelezeka kwa kuzingatia mifumo ambayo imekuwepo tangu enzi na enzi? Linawezekana sana, linatekelezeka sana, swala la kulinda usalama wa nchi ndani na kwenye mipaka, linawezekana sana na haswa ndio jukumu kubwa la jeshi la wananchi wa Tanzania, na limekuwa likifanya hivyo. Lakini kwa mfano, kama mheshimiwa rais kwa upande mmoja ni mwanasiasa, kwa upande wa pili ni amiri jeshi, kwa kofia hizi mbili anawezaje sasa kujitenganisha kwamba leo ni mwanasiasa, leo ni amiri jeshi mkuu? Jeshi kwa kawaida linaweza kutekeleza maamuzi au maelekezo ya raisi kama amiri jeshi mkuu, kwa sababu katika jamhuri ya muungano wa Tanzania hili limeelezwa wazi kwamba uh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania aliyechaguliwa kihalali akawa rais na akaapishwa kuwa rais wa jamhuri ya muungano huyu atakuwa ni amiri jeshi mkuu. Eh, huyu ndo ataweza kuliamrisha jeshi katika mambo fulani fulani baada ya kushauriwa na wakuu wa majeshi wengine, ndio mwenye amri ya mwisho ya jeshi, lakini sikana kwamba ndo awaamrishe wanajeshi kwenda kufanya vurugu kwenye shughuli nyingine za halali kwa mujibu wa katiba nchi yetu mm. Sasa so, na kwa mpaka ifuate ile chain of command, na anawaamrisha katika jambo gani, lazima liwe limefuata katiba ya jamhuri ya muungano na limefuata itifaki ya kijeshi katika utendaji wa shughuli za kawaida mm. faida, mm. wanajeshi katika ulinzi wa nchi na kadhalika na kadhalika. na unadhani jeshi linaweza kukataa? Ndio. Inategemea amri hiyo imetolewa nani, imetolewa wakati gani, na imetolewa kwa ajili ya kufanya kitu gani? Je, na yale malalamiko ya raia dhidi ya jeshi kwamba waliingia mitaani wakati ule wa maandamano wakawapiga, wakawaumiza na yale yote yaliyoonekana, ni kwamba eh, huo mlolongo unataka kuniambia kwamba ulifanyika na hayo yakatokea, lazima tuangalie ilikuwa inahusu nini. Mm-hmm. Na nchi ilikuwa kwenye hatari ya kiasi gani, na wanajeshi au polisi walitafsirije eh, matendo yale, yalikuwa akitokea kwa wale walioshuhudia. Kwa hiyo pengine tungeuliza a nani alitoa amri na kadhalika. Hapana, mazingira ya, ya shughuli zao yanaweza kuwaonyesha kwamba sasa kuna wakati wa kushughulika na mambo kwa utaratibu fulani. Na wapo wanaohoji kwamba rais anatoa maagizo haya, kwamba jeshi lijiepushe na siasa ili lisichafuke, wakisema lichafuke mara ngapi? Jeshi limechafuka. Jeshi la Tanzania halijachafuka hata kidogo, bado liko salama kwa sababu, kwa mujibu wa maelezo ya serikali, ni kwamba kulikuwa na aina fulani ya uasi, na uasi ule unavyoshughulikiwa unashughulikiwa kwa mujibu wa vipimo vya jeshi lenyewe, kuona kwamba sasa tunatakiwa kushughulika kiasi gani na kwa utaratibu gani. Kwa hiyo, kwa ujumla, jeshi la Tanzania halifungamani na wanasiasa, kwa ufupi tu, halifungamani na wanasiasa, ila nafungamana na usalama wa nchi, ambao usalama wa nchi vile vile unafungana na hali ya kisiasa ndani ya nchi.